Ndugu zangu katika imani, tukiingia katika dondoo zetu za kuzungumzia fadhila za mwezi huu wa Ramadhani, tunaangalia maneno ya Allah subhanahu wa taala yaliyopo katika suratu Maryamu na maneno haya siyo kama yapo kwenye suratu Maryamu tu, ni maneno aliyoyasema Maryam mwenyewe mwenye hiyo sura, tukianzia na audhu billahi minash shaitani rajim Bismillahir Rahmani Rahim inni nadhartu lirrahmani sawman. Tutapita kwenye njia mbili, mojawapo tukiyafanya maneno haya tumbebeshe Maryamu, ya kwamba maneno haya yambebelizia kuhusiana habari ya kile alichokuja nacho. Sasa yeye anawatangazia kuambia, mimi leo ninayo nadhiri, ninayo zuilio la kunifanya mimi hata kama majibu yenu ninayo, si kutaka kuwajibu. Sina majibu ya kuwajibu, naweza nikajibu ndivyo nikawaridhisha, lakini nikajibu pia nsiwaridhishe, kwa sababu nyinyi wanadamu. Lakini tukiyatoa kwenye wajihi huu, tukiyaleta kwenye fadhila ya mwezi wa Ramadhani, tutasema kwamba kwa Maryamu, imsakan anil kalami kwamba haya maneno Mariamu ameyatamka ni kwa sababu tu ya zuilio, ya zuilio, yeye asiwasemeshe chochote waliomuuliza. Lakini tukileta kwenye walmaksudu bihi na tukileta sasa makusudio ya kuzungumzia fadhila ya mwezi wa Ramadhani, huna alimsaku mwezi huu tulionao, kwamba kwenye agenda hii tutasema ni mtu kujizuilia, awe mwanamume au mwanamke, anil muftirati asivifanye vitakavyomfanya yeye abatilishe swaumu yake, au awe amefungua swaumu yake. Ajizuilie na vyenye kuzuiliwa, ni vitu ambavyo vinaambatana na mchana tu. Imani ya waumini wanaamini, Ramadhani inapokewa usiku, kwa sababu mwandamo wa mwezi huandama usiku. Ramadhani inapoingia inaanza kuingia usiku. Kitendo cha kuingia tu Ramadhani, muumini anajiandaa kwa akili na kwa mwili kwamba yeye yuko tayari kwenda kunyenyekea katika nguzo ya maisha ya yeye mwanadamu. Hivyo hivyo kwamba tukaambiwa tena kwamba haya yote min tului lfajri ila ghurubi shamsi ni mtu kujizuilia na matukio matatu: ajizuilie na mavyakula na chakula, ajizuilie na vinywaji, ajizuilie na shahawati. Mchana wa Ramadhani anacho kipato Anao uwezo wa kutumia kipato chake na akala, asizuiliwe chochote, madhali mkono umethubutu kupeleka kwenye kinywa, kinywa kitapokea. Anao uwezo wa kupeleka kinywaji kwenye kinywa, kinywa kitapokea. Anao uwezo wa kuhitajia kutii matamanio ya nafsi yake, nafsi itatekeleza. Lakini haya yote anayaacha ni kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah, ni kwa ajili ya kuamini Mwenyezi Mungu kumweka kwenye haya maisha, kwenye hiki kituo, yeye anahitajika kwamba kufuata baadhi ya yale ambayo Mwenyezi Mungu atamwambia afanya, na pia kutii baadhi ya yale Mwenyezi Mungu atakayomwambia haya usifanye. Hiyo ndiyo sifa ya mwanadamu. Na hiyo ndiyo kazi ya mwanadamu. Lakini tukaendelea tena kupewa ma, ma, maneno mengine ya ziada kwamba maania hiyo swaumu ili iwe salama kwenye maisha yako yote, ambayo utakayoifunga imeambatanishwa, ni lazima uikusudie swaumu ya kesho ambayo unayoifuata, ni lazima uitilie nia swaumu ya Ramadhani unoiliwa usiku lakini saumu nyingine hizi za sunna, baadhi ya marawi maimamu wanatusimulia mmoja ya siku Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipita katika nyumba yake ambayo imebeba mmoja ya sifa ya, ya watu wanaompa huduma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bimaana wanawake, lakini aliyetajwa sehemu kubwa ni Bihafsa, lakini maneno ya biasa inatuonyesha kwamba alikuwa na wanawake wenziwe, alikuwa na wake wenzake ambao wameolewa na bwana mtume. Baada ya kuuliza mtume, kuna chochote humo ndani akaambia, sisi humu ndani hatuna chochote cha kukupatia mtume. Mwenyewe kwa maneno yake, baada ya kuambiwa pale, akasema pale pale, ani swaimun, kama nimekosa cha kukitia kinywani basi kuanzia hivi sasa sili tena mpaka jioni, nitafanya maandalizi ya kula jioni. Hizi ni funga za suna. Funga za faradhi zinatulazimisha makusudio ya hiyo funga ambayo utakayoifunga kesho, badala ya kubadilisha leo, umetoka kwenye kufunga, baada ya kitendo tu cha wewe kumalizana na funga Yaani kujizuilia na kula na kunywa na matamanio ndani ya mchana na matusi na uongo na laghwi, vyote hivi ambavyo vinavyosababisha kuharibu funga yako au kuipoteza thamani funga yako, ukaweza kujizuilia kutwa nzima, unapata fursa baada ya ikifika magharibi watu wanaruhusiwa sasa kurudi kwenye vitendo vile ambavyo wamejizuilia ndani ya mchana wasivifanye, wanaruhusika kula, kunywa, lakini na matendo ya misafara yao ambayo wao wenyewe wamezoea kusafiri kwenye nyakati ambazo pia walikuwa wakisafiri mchana, lakini hivi sasa wamepewa oda, msafara wao watakuwa wanasafiri usiku tu, na usiku wenyewe pia sio usiku mzima kuna masaa huko mbeleni pia, yakifikia mwanadamu huyu huyu anarudi tena kupewa stop order ya kuambiwa usile, usinywe, wala usiwe na msafara tena wa kusafiri. <coughs> mtu ajizuilie na matumizi min tuluil fajri ila ghurubi shamsi. Matumizi ya kula na kunywa na matamanio yanaanza kuzuiliwa pindipo tu alfajiri ikidhihiri, na yataenda hivyo hivyo kwamba mtu huyo asiyatumie haya matumizi mpaka jua litakapozama haya ni maelekezo kutoka kwa bwana mtume Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuna matendo hapa katikati ya funga na funga sio adhabu funga ni sehemu ya mapenzi ya Allah funga pia ni tiba kwa maneno thabiti ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema sumu nyinyi wanaume na wanawake, fungeni tasihu, mtatengeneza afya, mtaimarisha afya, mtakuwa wazima sawa sawa, mtayakimbiza magonjwa kwa kupitia saumu. Lakini Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema as-sawmu junna, funga nayo ni kinga. Inawezekana kuna mtu anaweza kukutengenezea shari, lakini akipata taarifa ya kukukuta wewe upo kwenye swaumu, aweza yeye mwenyewe kuto kukufanyia mabaya, akasema namsubiri jioni. Lakini pia ni kinga ya yeye mwanadamu mwenyewe anao uwezo wa kujiandaa kwa akili yake ya kuona kwamba hivi sasa sitakiwi kukaribia lolote baya, tayari ni kizuizi cha kutompeleka kwenye uaswi kupitia funga, bimaana imemzuilia asiaswi. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasalama akasema maneno haya, tunasimuliwa an Abi Hurairata radhiyallahu anhu msimulizi wa maneno yaliyosemwa na Mtume Abi Huraira anasema annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Mtume mwenyewe ana maneno aliyasema, walladhi nafsu Muhammad biyadi, ninaapa kwa yule ambaye ameishikilia dhati ya Muhammadi utukufu wa Muhammadi, yule aliyempa sifa ya kuwa Muhammad ni bora, ni kiumbe ambacho kimeshinda viumbe bora, kuwa yeye ni bora zaidi ya vilivyo viumbe bora. Moja ya wanazuoni wanatuamisha ya kutuaminisha ya kwamba tathmini iliyofanyika ya viumbe alivyoumba Allah Mwenyezi Mungu, anaambiwa yeye ndiye aliyeumba viumbe. Lakini sasa ukivifanya tathmini ya viumbe alivyoviumba Mwenyezi Mungu. Alafu ukija ukikiweka kiumbe kimoja tu ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba umpokonye ubora mtume uvipe ubora viumbe vingine, haitotokea. Yeye ndiye ana uwezo akiwekwa na viumbe vingine vyote bado Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataendelea kuwa juu ya ubora. Kwa nini? Ni kwa sababu tuna sehemu ya maneno ambayo tunaaminishwa katika sehemu ya imani, Muhammadun, huyu mtume tunayemfuata sisi, khairu khalqillah, ndiye aliye juu katika ubora wa viumbe alivyoviumba Allah. Bimaana mtume yuko juu ya daraja la heshima ya viumbe vilivyokuwa bora, yeye amevizidi ubora. Sasa anasema yeye ambaye ni bora, anasema kuambia waumini la khulufu lfami saimi harufu itakayotoka isiyoridhisha mtu atakayesikia, yani, imetoka harufu mbaya kwenye kinywa cha mfungaji, imesikika na huyo aliyesikia, atyabu inda llah. Hii leo ime, itabadilishwa. Harufu mbaya itabakia hapa duniani tu. Mtume anasema hiyo hiyo neni ni mbaya kwenye dunia, lakini mtu akifa aliyefunga na ikatoka harufu mbaya kwenye maisha yake ya dunia, Mwenyezi Mungu atambadilishia siku ya kiyama, itakuwa ni harufu nzuri, min rihil misk, kwamba itakuwa na ubora na itazidi ubora wa harufu ya miski, japo zipo miski za duniani ambazo twaweza kuaminishana zina harufu nzuri, harufu tamu, zenye ladha zenye kutuliza akili, lakini harufu yenye utimilivu ni harufu hiyo ambayo miski yenyewe inazungumzwa. Bado kwa macho ya nyama tulionayo, hatujaiona hiyo ndiyo harufu nzuri. Na mtume anasema kwa hicho kinywa kitakachotoa harufu mbaya bimana itakuwa ubaya wake ni hapa hapa duniani tu, kwa sababu ndipo kwenye karaha, ndipo kwenye maumivu. Akhera wanapokwenda waumini, vitu vyote vya makuruhu, vitu vyote vibaya vitavuliwa, hawatopokelewa na kibaya hata kimoja.